Lakini eneo la nne sasa ndo linatuhusu sana, malezi, kuimarisha familia pamoja na mahusiano. Ili eneo ndugu zanguni, ndio lenye shida, malezi, malezi, malezi. Jumapili iliyopita niwambie, padri alihubiri kanisani, akawa nasema, akawa nasema hivi mtu anayetukana, alikuwa nasemea kuhusu matusi, matusi, matusi. Na bahati mbaya, Joisi, matusi akina mama wengi ndo wanatukana, na tumesema a mother is a primary care giver, tuko pamoja. Yani, nimesikia mijadala sana, na sioli si zinathibitisha kwamba mlezi wa kwanza ni nani, ni mama. Lakini mama matusi karibu elfu mbili kwa mwezi. Hivi huyu mama anayetukana, yule padri akawa anasema hivi, ana akili sawa. Sio maneno yangu hayo, hayo ni sio yangu, hayo ni ya huyo fadha Jumapili. Hivi ana akili sawa sawa eti? Hapana, sauti haitoki. Mimi kwangu natoka, anaogopa au natukanwa ninakuishi atakusikia. Huyu mama nayetukana ana akili sawa sawa? Hapana, na wewe hapana. Hivi kuna mtu ambaye anatukanwa alafu anacheka, asante mama kwa matusi? hapana. Kwa nini sasa? Kwa nini anatukana? Kwa hiyo fadha, kwa nasema ana akili sawa sawa, anatambua madhara ya kutukana, anafahamu tena, anakutukana mbele ya mtoto wake, kama yule pale, naye anasikia matusi yote, ya nguoni ya sebuleni ya chuma yote yako pale, akasema huyo mtu anayetukana. Na leo mnaonisikiliza, msikilizi, na nanywe watoto msikilizi huyo mtu anayetukana akatumia neno la habari za, akisema nani ya mjini hamnazo. Hivi hamnazo maana yake nini? Mungu wangu ni eti, nikawa sikumwelewa mtu akisema, huyu mzee hamnazo. Ana akili. Ana akili. Kisema, ni kitu gani ana akili? akasema ni kujichetua tu pad. Huyo ni nini hiyo? kuto kujifahamu anajiondoa ufahamu kwa hiyo ni kwamba wakati wanatukana akili zimeondoka. Sasa serikali ikasema malezi kuimarisha familia pamoja na mahusiano. Jamani, malezi kwa kutumia matusi ni mtihani eh. Ni mtihani wazazi, yaani ni sawasawa na wa, ametumia kichaa kichasi anafanya asichokijua. Tusitumie matusi katika kulea watoto ili tuweze kuimarisha mahusiano na malezi ya watoto wetu. Tumesha sema sana huko nyuma, lakini leo nimesema ni summarize kwa sababu wiki ya mwezi huu wa wiki ya mwezi wa wanawake. Lakini sasa siku ya wanawake duniani tarehe nane mwezi wa tatu, tulitamani sana na waziri wetu aliongea kule Arusha, Tulee watoto wetu kwa kutumia stadi ufundi wa kulea, tutafute maneno, yako mengi, yako mengi, sa yako mengi, ili tupate watoto ambao akili zao zimetulia, akili zao zimeunga, akili zao zimeunga, ubongo umeunga, ubongo usipounga, ubongo usipounga huku ndani huku, kama kuna nyufa maanake, wewe ndio umesababisha kuwe na nyufa, kwa sababu mjinga njoo hapo, mpumbavu, hamna kitu, sikujua, najena nimeshampa siku zani, sasa ndo kabisa, sikujua, matatizo cha usiku siu nini, hayo majina yote hayo, shida, kama mpokina shida hapa, mtanisamehe, hayo majina siyo rafiki kwa watoto na sema tikere yetu eneo eh, eh, letu hili la tatu linataka tuondoe hayo mambo, watu waelewe. Watoto mnaopita wa dada center, mkipata watoto yani huwezi kumwita Shida. Hata kama mimi nimekutesa, utamwita Furaha? au sio? halo tujue madhara ya kumwita jina ambalo ni hasi. Huyu mtoto anaishi nalo mpaka anazikwa, anaweza kakuchukia tu kwa kumwita Shida. Eneo la nne, eneo la tano. Sasa wadada senta, tukiwa kwenye familia za watu tuwe makini sana, tuwe makini sana na hawa watoto nao wahudumia, tuepuke vitendo vya ukatili kwa hawa watoto, kwa sababu eneo linasema utekelezaji na usimamizi wa sheria. Likitokea jambo baya kwa mtoto unayemhudumia pale nyumbani, utashtakiwa. Utafanyaje? kwani ndiyo kilichokupeleka pale. Tuwalee watoto kwa upendo, kwa busara, kwa uvumilivu, uvumilivu, tufundisha ustahimilivu huko nyuma, ili hii eneo lisije likakukuta ukishtakiwa. Sheria itachukua mkondo wake. Yanapotokea mambo magumu, tulishaelezana hapa, toa taarifa kwa mwenye mtoto wake, wasiliana na wenye familia yake. Lakini pia ikizidi kabisa, unawasiliana nini na uongozi wa wadada senta, uongozi wa kituo kwa sababu utashitakiwa kwa kosa unalomfanyia mtoto pale nyumbani. Ndio maana kuna eneo inaitwa utekelezaji na usimamizi wa sheria. Ukivuruga familia za watu, ukivunja familia za watu, ukiruhusu wezi, ukifanya njama za mauaji, ukifanya lolote, utashitakiwa chini ya sheria za Tanzania. Lakini eneo la sita ni tunaua, tunajitahidi kutoa huduma sasa kwa wale ambao wameshafanyiwa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo, hapa tuna nyumba salama zinaanzishwa, makao ya watoto yanaanzishwa, sober house na mambo mengi mengi kwenye ile eneo, ili kuwarudisha watu kwenye mstari, watu wasiendelee kuumia, wapate huduma zetu, na mwisho waweze kuendelea na majukumu yao.